Kwa jina anaitwa Tabasamu wa misimu Mwagao, e, mbunge wa jimbo la Sengerema kutoka mkoani Mwanza. Ni kwamba leo tuko tuna kazi mbili za kibunge. Kazi ya kwanza leo ilikuwa ni kuthibitisha jina la waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kazi ya pili ilikuwa ni kuchagua e, naibu spika. E, wabunge tumetekeleza kwa mujibu wa kanuni zetu za Bunge na baada ya kuwa tumekamilisha zoezi hilo kwa mujibu wa katiba ya kuthibitisha e, kumpokea waziri mkuu mteule wa mheshimiwa rais, ni kwamba jina limekuja la Mwigulu Nchemba na amethibitishwa e, na wananchi na wabunge, kwa sababu kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo uteuzi wa mheshimiwa rais, sisi hatuna shaka nao, lakini tunataka huyo mteuliwa sasa wa rais aje afanye kazi na afanye kazi kwelikweli, yani awe ni mtu wa kuchapa raba, ili bunge la safari sio bunge la kuchezea, achape raba kwelikweli. Sisi si tunawona waziri mkuu atusikilize, tuna shida majimboni kwetu, atue mara moja, awahi, na ikiwezekana tutamwomba mheshimiwa rais amnunulie helikopta, nchi ni kubwa, aanze kutembea kabisa kuona shida za wananchi. Asanteni sana.